Hatumtaki mtendaji wa kata ya nani ya Makutupora. Hajatupa jibu ha, uandikishaji hauendi vizuri. Hili jibu litatoka lini? Kwamba mtendaji wa kata ya Makutupora hatumtaki, hatumtaki kwa sababu yeye anaendesha vibaya kata yake ya Makutupora. Kama mkurugenzi ataendelea kumpenda, ampangie kituo kingine, usalama wake uwepo, lakini anapenda rushwa. Kinachomsababisha ni rushwa. <coughs> Kwa kweli huyu mtendaji wetu hatumtaki moja kwa moja kwa sababu huyu mtendaji wetu anapenda sana rushwa. Kuna mambo mengi sana ndani ya miaka mingapi aliyokaa hapa, kwa kweli tumeumizwa na tumeumia sana. Kageuza watoto wetu kama mitaji. Mtoto wa sekondari anapokuwa pale shuleni akapewa ujauzito akarudi nyumbani, yeye anakwenda kumbana nani, mzazi, piga laki nane, piga laki nne, piga laki ngapi. Hakuna mtendaji yoyote iriwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi ambaye ametumwa akawanyanyase wananchi. Kwamba mtendaji huyo nimeshamuondoa hapa, ataletwa mtu mwingine kutoka wilayani.